Yes, mambo vipi mwana sawa sawa digital. Sasa sera mpya za ushuru ambazo ziliwekwa na Rais Trump wa Marekani, Donald Trump eh, zimeweza kuchukua nafasi kubwa eh, katika ajenda ya mkutano wa mawaziri eh, wa, eh, wa mambo ya nje wa nchi za BRICS lakini pia unaofanyika eh, mjini Rio, di, mjini Rio Janeiro, Brazil, huko bana ndio ambako kunafanyika. Sasa mkutano huu wa siku mbili e, unawakutanisha mawaziri wa mambo ya nje kutoka mataifa wanachama wa BRICS ambapo eh, ikiwemo Brazil, Urusi, India, China eh, na Afrika Kusini, kwa lengo la kuweza kutafuta msimamo wa pamoja kuhusu mvutano wa kibiashara ambao unaendeshwa na Marekani. Sasa wameweza kukutana ili wajue wanasovu vipi masuala mazima ya ushuru ambayo yameweza kuwekwa na Trump. Kwa hiyo mataifa hayo India, Urusi, Brazil, China pamoja na Afrika Kusini wameweza kukutana huko eh, Brazili. Akizungumza katika mkutano huo eh, waziri wa mambo ya nje wa Brazil, eh, Mauro vei amesema kuwa kwamba wakati huu ambapo dunia inakabiliwa na mgogoro ya kibinadamu, mizozo ya kivita na kuyumba kwa hali ya kisiasa, ni muhimu kwa jumuiya ya BRICS ya eh, eh, kuimarisha mdahalo na mshikamano au ushirikiano. Sasa ameongeza kuwa kwamba e, katika mazingira haya ya changamoto za kimataifa nafasi ya BRICS imezidi kuwa e, muhimu kwa ajili ya kulinda mfumo wa biashara wa pande nyingi na kuhimiza usawa wa kiuchumi duniani. Sasa kutokana na masakata yote ambayo yalikuwa yametokea na kuweza kuanzishwa na Donald Trump kutokea kule Marekani, masuala mazima ya ushuru bwana, Brazil, India, China, South Africa na e, wameweza kukutana huko Brazil wakiweza kulijadili kwa kina hili e, E, hili swala la kwamba linakuwaje, wana resolve vipi, ili mambo mengine yote yaweze kwenda sawa, zilodari kabisa that's, manimu, lakini pia hii ni sawa, sawa digital, endelea kutufuatilia, lakini pia ku subscribe channel yetu, ili wewe wa kwanza kuweza kupata e, taarifa zetu mara tu ambapo zinatufikia. Wewe utakuwa wa kwanza endapo uta subscribe channel yetu na usipitwe na chochote. Tunakwambia sawa, sawa digital, habari kiganjani mwako.